Yesu Kristo. Sisi maisha yetu yanamtegemea Yesu Kristo aliyefufuka. Maisha yetu yanamtegemea Yesu Kristo aliyefufuka. Kiini cha maisha yetu sisi ni Yesu Kristo. Mhimili wa maisha yetu sisi ni Yesu Kristo. Msimamo wa maisha yetu sisi ni Yesu Kristo. Sisi maisha yetu sisi, wazungu wamesema yamekuwa Christ centered, Christ centered, Christ centered. Wapendwa katika Kristo, Kanisa lina desturi ya kuabudu uwepo wa Yesu Kristo katika Ekaristia. Kanisa lina desturi ya kuabudu uwepo wa Yesu Kristo katika Ekaristia, katika Ekaristia. Ekaristia katika ni nini? Ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo Mungu mtu katika maumbo ya ndio mkate na divai. E, kwa hii e ndio kanisa, naamini kwamba Ekaristi e takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Yesu yupo katika Ekaristi e takatifu, yupo katika Ekaristi takatifu, e anayepokea anapokea mwili wa Kristo, akasema twaheni, mle wote, mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni ukumbusho? kwa ukumbusho. Kwa hiyo anayepokea Ekaristi takatifu anampokea Yesu mwenyewe, na Yesu anasema kwamba aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Simama tieti dogo

kae mkaye wapendwa katika Kristu, neno la Mungu na Ekaristi Takatifu vinawatengeneza waumini kuwa Kristo mwingine. Neno la Mungu, neno la Mungu na Ekaristi Takatifu vinamtengeneza Yesu Kristu kuwa vina vinamtengeneza muumini kuwa Kristo mwingine. Ekaristi Takatifu na neno la Mungu vinamfanya muumini kuwa Kristo mwingine katika hayo ndipo tunapotakiwa kuishi vema amri ya upendo upendo wako ewe mfanyabiashara ewe daktari ewe mwalimu ewe rais ewe waziri ewe mbunge upendo wako umdhihirishe yesu kristo maishani mwako k upendo wako umdhihirishe kristo maishani mwako umdhihirishe Kristo maishani, maisha yako yadhihirishwe na Yesu Kristo mwenyewe. Najua nimefanya <laughs> nimefanya utafiti, nimegundua ndoa za leo, ndoa za leo nyingi zinavunjika, zinakuwa katika migogoro michungu kabisa kabisa kwa sababu kuu tatu. Kwa sababu kuu tatu. Unajua, lazima pia tutibu msingi, tutibu nini, nini? Ukiona nyumba nakidimia, lazima uangalie msingi ni nini nini, msingi, msingi ni nini? Ndoa za leo zinashindwa kumuishi Kristo mfufuka kwa sababu, niwaambie sababu ya ja kwanza vijana wengi wanafunga ndoa kwa kukurupuka. Amina, yaani vijana wanafunga ndoa kwa kukurupuka bila kujiandaa vizuri. Amemwona msichana pale, amesha mtamani, na siku hizi namba, siku hizi, siku hizi vijana anaamua kumuuma namba ya simu binti na bintu mbia kwamba hivi wewe, simu yako inayopokea hela ni ni namba gani? hebu nitaje namba inayopokea hela. Kwisha basi, yaani vijana wameshanunua mbingu mpya siku hizi, ya kupata namba ya so binti, hebu hivi, namba ile namba inayopokea hela ni hivi Haya, mtajie mtajie sifuri saba sita mbili themanini na nane tisini na kumi mia mbili na tano bajeaa. Lengo lake e, e, ni kupata namba si ndio? anatuma buku tu <laughs> ndoa nyingi siku ya leo, ndoa nyingi katika dunia hii zina ziko matatani kwa kuwa wana ndoa waliingia katika ndoa kwa kukurupuka, waliingia kwa tamaa ya mwili tomzeiazgulez yeah. Eni vijana mnaoenda kuoa, vijana mnaenda kuoa, vijana mnaenda kuolewa, elewa kwamba unapofunga ndoa ndoa yako ikisimama vizuri italeta amani na furaha kwa watu wengi. Naongopa jamani, ndoa yako ikiwa inatangatanga inayumba yumba inapigwa na mawimbi itasumbua watu wengi. Kwa hiyo kama ukifunga tu ndoa kwa tamaa ya mwili tu, uh -uh, utasumbua watu wengi, utamsumbua baba yako mzazi, mama yako, kaka zako dada zako wadogo, wako watoto wako, utasumbua huko mzima kisha tu kisa tamaa. Hapana sehemu kama, msifunge ndoa vijana, fungeni ndoa, lakini usikurupuke. Wewe umeenda tu sehemu pale, umepita pale kabwe, tena yani vijana alio bwana, Eto wanatafuta mke Jumapili. Mke anatafuta ajafuti Jumapili. Mke anatafuta Ijumaa kuu. Mke atafuti Pasaka. Yaani Pasaka kama hivi. Kila msichana mzuri. Huyo mke anywele kameenda hivi. Huyo mke amekaa hivi. Huyo mke yaani Pasaka kila mmoja mzuri. Vijana wengi wanatafuta wanatafuta mabinti. Pasaka mnakosea vijana. Binti anatafuta Juma kuu. Nikisema pasaka na maisha, kwamba usimtafute binti akiwa katika katika furaha, kamtafute binti akiwa kazini, kamtafute katika maisha ya kawaida. Msikurupuke vijana, ndoa zinatangatanga kwa ajili yenu vijana na binti, nayo ni kama wana najizima data hivi Kijana anatembelea basikeli Phoenix. <laughs> Anamwambia binti kaya kaya ene, na shida takunulia hizi bodaboda hizi takunulia tatu ile ya yeah. Juma ah, ile yeah. kama zile mbili. mambo tu yakaikae vizuri haya haya. Yeah. Ndoa zinavunjiwa. Vijana sio wasikivu, sio wasikivu vijana sio wasikivu. Kwa wale wakubwa wenzangu, wale wenye miaka sabini hivi, sitini, mtu yote mwenye miaka sabini ya umri au miaka sitini ya umri au miaka hamsini na tano ya umri, na huko kwenye ndoa, na ndoa yako ina miaka zaidi ya ishirini, wote wenye ndoa yenye miaka zaidi ya ishirini punga mkono au zaidi ya 15 punga mkono, punga mkono. Hawa ndo ndoa zao zimedumu kwa sababu gani? Hawakuburuki. Wewe msichana, unaona ndio amenyeku, wewe wewe wewe wewe wewe. Hawa ndo ndoa zao zimedumu kwa sababu walikuwa wasikivu. Kijana amepata mdala huko, ameenda kutoa taarifa kwa wazazi. Baba, eh nimpata nani niambie. Kwanza baba anataka kupata historia yake. Na vijana wa leo wa leo amekutanaye chuo kikuu huko nyumbani, hawana habari wame-kabiti kamesha mia kule, ameshi kamesha mia tayari na mtoto tayari, fika nyumbani, baba anasema, eh, eh, eh, eh, eh yangu yangu, huyu dada yako huyu, ni dada yako huyu, dada yako, dada yako. Ujumbe ni kwamba vijana, unapotaka kuoa, washirikishe wakubwa. Umempata mdala, umempata mdala hivi. Ni nasemaje? Ni mdala, si ndio? Mdala, mdala au muiza Nda, umempata muda ala. Mwambie baba yako kama sio kama kama bako ni muogopa, mwambie vizuri kaka yako mkubwa sio kaka yako ambaye mnaimba naye mboga pamoja. Mwenye akili anajitambua. Mwambie kaka yako mkubwa. Mwambie baba mdogo. Mwambie baba mdogo. Mwambie shangazi atakwambia ukoo ule sisi tunaweza tukaoa au baba yako pale alikuwa anaenda kucheza cheza sana kule usiende wewe. <laughs> Umenielewa jamani? Vijana, mmenielewa? Vijana wetu nyinyi ni wasomi, mna ma degree mmetushinda, sawa. Sisi ni saba sawa, sisi la saba ndio sawa, lakini ndio tumewazaa nyinyi, vijana wetu, si ndio wazazi e, waza, naongea ukweli, si ndio jamani? Sisi ndio tumewazaa, hata kama sisi la saba ndio sawa, sisi tumewazaa. Kwa hivyo mtushirikishe, mwambie baba yako, baba e. pana mdala pale ananichanganya akili yangu kila siku, mwambie ukweli. Unao wangapi? Nao wanne. <coughs> Nenda kanichague mmoja niambie ni pa nichague yupi. Baba Babako atakuambia e, nipe historia yake. Huyu hapa huyu anatoka Makalesi. Makaleni? Eh. Ah, ah, ah, ah, ah. <coughs> pale kwenye ile kwenye migomba pale. Eh. Mama yake anauza pombe kile kilabuni. Eh. Ah, ah. Niwe na sak, na kapusi, eh. Eh. Achana naye. Hiyo ndugu yako hiyo unachana naye. Tutaokoa mambo mengi. Tutaokoa mambo mengi kwa kuongea. Wazee naongopa. Nikisema wazee na maisha watu mtu mzima mwenye miaka zaidi ya 55. Naongopa watu wazima. Ndio hivyo. Shirikisha, shirikisha waambie wazazi wako. Msimalizane, ah, sisi watu wazima, eh sisi tumeshamalizana, eh tupoje tu hapo kujionyesha. Kujionyesha unaenda unaenda kujionyesha kwa nani? Unajionyesha kwa nani, wakati umeshamuoa dada yako, umemwoa mjomba wako. Acha utoto bwana, na kera bwana. Usomi wenyewe hovyo, degree zote hovyo. Msomi wa ukweli, mwenye degree ya ukweli, degree ya ukweli ukwe, inaendana na uhalisia wa maisha. Msomi kwa msomi vizuri, na degree yake pale, anakuwa ni mnyenyekevu, anashirikisha anashiri na ni binti na aku, hey, mama, nako vimeshadanganywa huko mama, hey, hey mama, mimi tayari shapata mchumba hey, hey, hey. Nyumbani hujauliza, nyumbani hujauliza, nyumbani hujauliza, hujauliza nyumbani, mshirikishe mama yako. Binti umepata huko, pata mdini mmoja hivi, anajitambua hmm, mwenyewe kaka yule anajielewa, kaka fulani black fulani hivi anajielewa, anafanya kazi yake nzuri, yuko pale TRA, yuko pale BOT ah, sawa ni BOT. Reba reba, reba bajaji fulani anajitambua hivi. <coughs> Sawa, anafanya kazi ya bajaji, anajitambua sawa, yuko TRA, sawa. Kwa kuwa ndoa yako wewe sio ya wewe tu, hiyo ndoa hiyo unashirikisha watu wengi, inawahusu watu wengi. Wewe binti ukiwa, ukienda kulea kusemba una, ina, maisha yako yataathiri watu, yatamwathiri mme wako, yatawaathiri wazazi wako, yataathiri uko, uko wako. Tuonekana kama hauna maana, mshirikishe mama yako, mwambie mama. Eh, hey, mimi ni mama <coughs> mimi mama. Tena namna nzuri ya kumwambia mama yako, binti wewe, binti, hata kama asuki Mama kaya hapa ni kusuka sika kidogo. <laughs> Unaweza kumsuka sika zenye. Mama mimi, mimi mama, mama mimi, mimi mama mimi. Hizi nywele mama hizi nywele hizi. Hizi nywele hizi. Kuna mkaka mmoja atakana atakuwa anamlisha kusuka kwa wote. Wa wapi, mwanangu? Wa pale. Wapi? Wa pale, yunga pale. Yunga wapi? Madukani eh, madukani kwa hivi kwenye duka la dawa eh. Ah, ah. Si yule yule pale yule, tuone picha yake ah ah, ah mwanangu pale, usiende pale, uko ule sio ukoo ule wanakufaga kufika miaka arobaini. <laughs> Anakushauri, anakwambia ukole sio ukoo ule, ndoa zao hazidumugi. Ndoa zao hazi hazidumugi. Kwa nini Kiswahili kweli? Ndoa zao hazidumu. Atakushauri vizuri kwamba uache usiende pale. Mimi naona Pasaka inanyoka, nanyoka na vijana. Pasaka inanyoka na nini? Na vijana. Ukishirikisha pale kwambia mkoo ule ndoa zao hazidumu. Ukoo ule wakishafika miaka arobaini hawafiki miaka arobaini na tano wanakufaga wengi wao. Wanakufaga. Alafu ukoo ule pale ule. Watafika hapa na kwambia mama wewe. Yule kijana ule bibi yake alizaliwa kwa kubakwa, na mama yake pia alizaliwa kwa kubakwa, na hivyo huyo binti pia, mtoto wake pia, kuna hatari pia na yeye naye kubakwa yeah. Kwa hiyo vijana, acheni aa yeah. Mabinti acheni nini yeah. Shirikisheni wakubwa wenu. We, hata kama we ni msomi ni nini sana, usomi wako weka pembeni. mtoto hakuyu kwa nani Ndoa nyingi zina zina zinatanga tanga kwa kuwa walikurupuka katika kuoa. Kuna siku niliongea na mtu mmoja. Mtu mmoja ni katekista, mtu mzima tu katekista. Samani katekista. Kwa nini hivi ndio ndio? Sasa mimi father, mimi mke usimchagua. Mimi mke usimchagua. Nilimwambia baba anataka kuoa. Wanasema unataka kuoa eh? Wenyewe wakafanya wakafanya wak utaratibu. Huyo katekista ni mngoni yuko huko mgazini. Eh ili kwaje kwaje, waka waka waka waka fanya utafiti. Wakantafutia binti moja yuko huko, sijui wapi huko, Matogoro, binti mmoja sijui huko linguse nguse mwingine sijui huko liko linyapi nyapi, mwingine sijui ni nini huko? Wakaniita na binti watano. Okay, pali, waka binti watano tano. Sasa, kwanza eh, Wao unataka binti wa namna gani? Nikasema wa namna hii hii hii, hii hii, hii na hii. Okay, sawa. Baada ya pale wakaniambia kwamba tumepata binti sehemu fulani, yuko hivi hivi hivi na hivi. Yuko hivi hivi na hivi. Kwa wale mkasema, sasa mimi ja hata picha sijaona. Jamani, kaete picha miaka ya zamani hiyo. Mabinda wakaenda kukaa hivi na pose ya picha, wamekaa na pose ya picha ya zamani pale, eh, wamesuka nywele, wamepaka na mafuta ya nguruwe kwenye nywele. Wakapeleka picha kwa mwalimu yule, pia katika saa kaangalia, akasema, huyu ni hivi na hivi, huyu ni hivi na hivi, huyu uko wapi, huyu uko, huyu ni uko, huyu ni uko, una mbunge Ukoo wa huyu, ukoo wa huyu, wana, nwa, nwa wazuri, huyu vivu, a huyu bwana ni wakulima wazuri, wana bidii sana. Ukoo wa huyu ni wavivu, wavivu lakini wasomi, wasomi kidogo. wa mwisho wa siku pale tunakushauri uchague huyu kwa yake angalizo. Sijasema kwamba uchaguliwe mke au uchaguliwe mume. Yule aitumia vile za kizamani, si ndio? Leo wewe chukua watu ambao wa unaona wewe umewaelewa, mpeleke baba yako, mpeleke mama yako, mwambie kwamba unadhani kati ya watu hawa nani anaweza kanifaa mimi, unavyonifahamu mimi. Jamani, ndo msivyo siku hizi. Mmenisoma, mmenielewa vizuri? Vijana sai, vijana safi, vijana punga mkono, vijana punga mkono, vijana mpo? Mmenielewa, jamani? Shida ya kwanza, ndoa nyingi hazidumu kwa kuwa vijana wetu na mabinti wanakurupuka kuoa au kuolewa. Mwisho wa siku, umehongwa hongwa na bizawadi, zawadi, unaenda kuolewa na mganga wa kienyeji <laughs> unaenda kuolewa na yule mtu yule ambaye ambaye ni mchungaji wa lile kanisa lililoanzishwa na marehemu na marehemu mwenyewe alikuwa mbakaji, na marehemu mwenyewe alikuwa analishangaza unaolewa pale kwa nafanya mambo ya ajabu kabisa kabisa, unamsevia Yesu Kristo, yeah. Kwa mpendwa, hiyo ni sababu ya kwanza. Saa jamani, hiyo ni sababu ya kwanza kwa? Hawajipangi, hawaji sababu ya pili ya ndoa nyingi kuwa na vurugu siku hii ya leo, sababu ya pili ni kwamba watu hawataki kujipunguza, hawataki kuji kujipunguza. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi hapa hapa hata niko peke yangu unaona? Kwa hiyo niko huru, kunyosha nyosha mkono hivi, hakuna mtu nitakaye mgonga. Si ndio jamani? Tukiwa mpaka wawili hapa. Sifanye fanye mkono hivi. Mtamvuruga mwingine. Nakaa tu. Sawa bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Hata wewe ulipo kaa hapo, unaweza kwanza fanya fanya mkono hivi, sijui hivi unaweza kweli. Jishikilie. Usijiachie. Ukiwa hujaolewa au hujaoa, unakuwa na uhuru wako wote, uhuru wako wote okay. Upo huru, lakini ukishakuwa umeoa umekuwa umefungwa break, unakuwa umefungwa nini break. Wewe si umeshaoa mkijana? Maanake tabia ya kuangalia angalia mabinti wa watu koma, wewe si umeoa? si umeshaoa wewe? ambaye hajaoa si, maana yake anatafuta si ndio mba, eh. Ah, Mungu ameumba <laughs> <laughs> <laughs> ukiwa hujaoa si ndio, ila ukiwa umeoa koma. Kama binti kamshangai mke wako, ndio utaratibu si ndio bwana. Lazima vijana mtambue, unapoingia katika ndoa lazima ujipunguze ndoa ina, inapunguzia sehemu fulani ya uhuru wako, inapunguza sehemu fulani ya uhuru wako sawa bwana. Wewe kama na dada wewe, kabla ya kuolewa ulikuwa unagawa namba za simu kwa watu, naomba namba ya simu, hamna shida, siku hizi saba saa mbili themanini na tisa tisini na kumi mia saba themanini na mbili sabini na nane mwisho mwisho nne nne mwisho nne mwisho, hiyo inapokea na <tikina> hela Kabla ya kuolewa binti wewe, uko uhuru ugawa namba za simu, lakini ukishaolewa uhuru huo kugagawa namba za simu umeshaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Ndoa ya kijana anayejitambua, kijana anayejitambua akishaingia katika ndoa, lazima ajipunguze, ajipu- ajipunguze, ajipunguze hata mwenzenu hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla ya kuwa paradi nilikuwa, huru piga baba eh, leo baba naenda da, haya sawa baba, leo inaenda naenda kula kula sherehe nyumbani kwetu Njombe. Njoo mwanangu, sawa. Hapa nimekuwa kaza nimekuwa nini, lazima nijipunguze kwenda kwenda Njombe stop, lazima niombe ruhusa kwa nani? Kwa askofu wangu na paroko. Sasa mimi hapa ningekuwa tu na nini, ningekuwa tu sio padre, ningesema okay mi nisali kwenye kanisa lenye manguzunguzo hili, inafaidika nini? <laughs> naenda kusali Rwanda, naenda kusali wapi? Rwanda. Hao nimeamua naenda kusali Kigamboni, naenda kuswali mfano kwenye kanisa jipya la Mwansekwa, si ndiyo jamani? Lakini nimekuwa padri, lazima nijipunge, uhuru wangu kidogo una pungua. Umenipata jamani, watoto wa Yesu Kristu Mfufuka. Sawa wapo huru lakini wanabanwa na sheria. Wanabanwa na sheria nini? Na sheria. Inawezekana ikawa sheria za ndoa, inawezekana ikawa sheria za kipadri. Sawa pepe. Hata sisi madereva pia. Madereva tutaniunga mkono. Ukiwa sio dereva, upo huru. Traffic wewe unamwona tu huyu ah, amevaa nguo kama nesi. Sijui nesi huyu wa kiume. <laughs> Ona kanesi aka ka jamani. Ona kanesi aka kamevaa na kofia. Si ndio jamani? Ukiwa sio dereva unamwona traffic ni kama ni kama mapolisi fulani kama nyuki nyuki nyuki wa mashine. <laughs> Nyuki wa mashine anauma jamani. Eh, uh -huh. Hey. Ukiwa sio dereva unamwona traffic ni kama nyuki wa wa mashine. Uh -huh. Lakini ukishakuwa dereva unagundua eh, shika moto traffic. <laughs> Unagundua traffic huyo anafanya nini? Unagundua, siyo jamani? Uh -huh. Ukiwa sio dereva unakuwa huru. Unakuwa nini? Uh -huh. Lakini ukishakuwa dereva tayari kuna bado na sheria. Unabanana na nini? bada na sheria. Kwa hiyo hapa duniani wapendwa, hakuna uhuru, tutambue, hakuna uhuru moja kwa moja. Hata wanakwaya pengine, angependa si hapa aanze kuimba kati tatata, sivyo? Mzuri jamani, lakini muda wake umeisha, hauna uhuru tena. Muda wake umeisha, sio jamani? Sasa tupo, nimetafaka hatuna hauna, hauna uhuru. Kwa hiyo ndoa nyingi zinavunjika kwa kuwa watu hawataki watu wanataka watu wa, watu wa, watu wa, kujiachia wakati wamepoteza uhuru. Unapokuwa umeolewa unakuwa umepoteza sehemu fulani ya uhuru wako, umemgawia mwenzako. Unapopata upadri unakuwa umepoteza sehemu fulani ya uhuru wako, uhuru wako umemkabidhi askofu. Unapokuwa Mkatoliki umepoteza sehemu fulani ya uhuru wako, maana yake unapaswa kufuata kanisa hili moja tu takatifu, ta kanisa la ukweli ndio yeah. Mzee Yesu Kristo, ujumbe mkuu asubuhi hii, Yesu Kristo mfufuka akatibu ndoa zetu, Yesu mfufuka akaokoa ndoa zetu, Yesu mfufuka akawasaidia vijana wetu wapate wachumba wema, ili ndoa zao zifanye tena kuzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame yeah, yeah, yeah. Tukiri imani na sadiki kwa Mungu mmoja wow.